Hivi nataka niuze kitu kimoja hmm? kwa kitu mimi sina kuelewa. Hivi hizi kondomu kwenye vyoo vya mataasisi zina kazi gani eh? zina kazi gani jamani? hizi hapa, hebu zione kwanza, hebu zione hizo hapa, zina kazi gani na kwa nini eh? kwa nini ziwekwe chooni? kwa nini ziwekwe chooni? hasa kazi yake kubwa ni nini? Wewe angalia hapo hiki choo. Eh? Haya. Kondomu hizi hapo zina kazi gani? Jamani tueleweshane. Ndo, ma tueleweshane. Ah, chosha wanawake, chosha wanaume hivyo. Hicho wanawake cha wanaume na kondomu ziko pembeni. Kwao ni luksa. Eh? Unaweza ukachukua mkaenda hivi au hivi hapana. Najambo hapa aliko sawa? Jamani, kondom chocha wanaume, chocha wanawake. Oh, kweli ni shida, ni shida, kwa kazi kwenu. Yani kondom zipo katikati, chocha wanaume, chocha wanawake. Kazi kwenu fanyeni, lakini msikamate, ndio tafsiri yake.